Habarini za Jumapili wapenzi wangu, lakini sasa nimeona kabla sijaondoka niache ujumbe wangu. Unajua watanzania wengi na mambo ya upumbavu. Ivi utaona mwanaume mzima na akili yake, anakuja kwenye peji yako alafu anakomenti utumbo tu, matusi asiyo na maana, alafu ukisoma hilo tusi linamrudia lote mama yake. Alafu najiuliza kwani ye alitokea puani? Ivi mbona mnakuwa washamba sana. Alafu huyo huyo akienda nyumbani analala kwenye shimo. Analala na panya. Hata anapolala hapa eleweki. Alafu bado anashangilia maovu yanayotokea Tanzania. Ivi wewe ni mwanaume gani? Unajua mimi ni Mkristo. Mimi mtumishi wa Mungu. Hata kama ukisema wewe mtumishi gani na Mungu lakini mimi ndio najua na mimi na Mungu wewe ya kuhusu. Nawapenda sana Waislam marafiki, marafiki zangu wengi ni Waislam, lakini ukianza kufuatilia meseji zote hizo mbaya za matusi zinazokuwa zinaandikwa katika peji wanazozituma asilimia tisini na tano ni Waislamu, Waislamu, Waislamu wale ambao wanawaaibisha Waislamu wazuri, Waislamu wale ambao hawajui maana ya Uislamu, wenye tabia mbovu na uchafu wa roho, wanawaaibisha Waislamu wetu wanaaibisha Waislamu wetu wenye tabia nzuri, ni asilimia kubwa. Hao ndio wanaoandika matusi katika peji zetu, alafu najiuliza, hivi wewe upo katika levo yako, upo wewe katika levo yangu? Kabla wao ujaanza kuandika hicho kitu unachoandika, kabla ujaanza kuwaza ilo tusi unaotaka kuliandika, wee upo kwa levo yangu? Angalia wapi unarudi nyumbani unapolala, angalia wao, unaongea na nani? Marafiki zako ni wa aina gani? Ukiwa na rafiki zako wote kumi wana maisha kama ya kwako basi wewe sio mwanaume. Kwa sababu mwanaume kamili, mwanaume yule ambaye iko strong, mwanaume mwenye akili zake timamu aweza akaja kwenye peja mwingine akaanza kuandika matusi. Matusi ambayo wao wanatokana na watu wa, wa, wa, wa, wa, wa nini? Wa, mitaani. Tena sio wanaume wanawake pale wanapopigana mtu gani kaiba mume wake nini? Alafu mwanamke na, mwanaume na akili zako unakuja kwenye peja mwingine unaandika matusi hayo hayo. Afu unajuta eti mimi mwanaume. Mwanaume wewe. Wewe ni mwanaume wewe, mwanaume wewe. Unaandika matusi ya aina, matusi ambayo ya ajabu, ajabu. Haya matusi hayo ni ya wanawake. Wanawake wale wa mitaani, kazi yao tu kupika pilau, kukaa kwa vivelanda, kupaka hina, kuongelea nani kalala na nani, haya ndio matusi yao. Afu wewe unasimama hapo, mwanaume tunasubu na amko na vasuruali wewe, tunasema wewe ni mwanaume, afu unaandika hayo. Tena muone haya. Kama hujaandika huja comment katika peji yangu, matusi ndio ya tukana nayo. Ujiulize hayo maswali. Na tena mlani wenyewe. Nyinyi ndio mnaoharibu Waislamu. Nyinyi ndio mnaowafanya Waislamu wale wazuri, wenye tabia nzuri, wanakuwa wanatukana, wanadharauliwa. Nyinyi ndio nyinyi ndio chanzo. Tena mwakome Waislamu wale wazuri. Hamsali hata kwa Waislamu kwa matusi hayo mnayoandika hapa chini. Kwa sababu Waislamu ni watu wazuri sana. Hawana matatizo na mtu, lakini nyinyi Waislamu tena muone, mmenielewa. Watanzania hawa hawa watu wanaotukana matusi ndio mnaoharibu Waislamu tu, hasi tuwachukie Waislamu, tuanze kusema Waislamu hawana nidhamu. Lakini ni sisimizi tu, ni viroboto tu, watatu wanne watano. Hao ndio wanaokuja na, na nini, na hizo na mesiji zao za matusi matusi kuandika hapa Wajua, ni wenyewe ndio wanaume wetu kiandika matusi haya. We mwanaume gani, we ovyo. Hata pesa ya kula wiki nzima huna halafu unajiita mwanaume. Badala ya kwenda nje kuanza kutafuta pesa ya familia yako. Badala ya kwenda nje kutafuta pesa ya kula, at least upate sehemu ya kulala ya maana. We unakuja hapa, unakopa hela ununua kiji hela kidogo cha simu ili uje uandike matusi kwenye peji yangu. We una akili we, ni kokote mawe. Yaani mmenikwaza umenielewa na tena nini? Sitaki kukwazwa na nyinyi msio na lolote lile. Mmetumwa huko mmekula vijihela vya pilau mmevimbiwa me, pilau mmekula vihela vya shilingi tano, shilingi mbili, mnakuja hapa kwa peji yangu mnaandika mambo na uchafu kunikwaza tena. Mkome na mshindo kwa jina la Yesu. Tena mpotee kwa jina la Mungu aliye mkuu. Hamna haya nyinyi msio kuwa na aibu, naenda uchafu katika peji yangu. Wakati mwingine ukiona kwamba hauna la kuongea Just shut up. Ukiwa na huna la kuongea la kupoint. Nyamaza. Kwa sababu kama mimi natetea hili na wewe hulitaki, basi andika point ya maana ni kuelewa unachomaanisha. Sasa ukiandika kutoka kutoka mwanzo mpaka mwisho matusi matusi. Eh, unamwelimisha nani wewe mpumbavu? Unamwelimisha nani? Yaani mna akili ndogo na wale wengine wanatukana matusi, alafu wanaongea point. Umenielewa? Mtu dana anatuka na matusi, hata kama wakati mwingine unashindwa uanzi wapi kusikiliza, lakini ukianza kuangalia anaongea point, ana maana, anawaonya. Sasa wewe unaandika tu matusi, kutoka message nzima ni matusi tu. Eh, hello? Are you serious? Ujumbe wangu wa leo kwa nyinyi nyinyi, siafu nyinyi viroboto, mnao kuja hapa mnao mnajiita Waislamu, Waislamu wa koko Najifanya ni mwanaume. Andika point yako ya maana. Andika wewe mwanamke au wewe siri ya mwanamke kama hivyo, mimi naona sikubaliani na, na, unachongea mimi ningesema hivi na hivi na hivi, na hivi. Hivyo ndo anaongea watu wazima, hivyo anaongea, hivyo ndo anaongea mwanaume mwenye akili zake timamu. Sioni wanaume wengine wanavyoongea kwa akili zao. Kwa kawaida mimi woga si woga si somagi message za upumbavu, kwa sababu mimi ni VIP kwenye YouTube kila sehemu Meseji zote za ujinga ujinga zinachujwa na YouTube alafu zinatupwa. Na ndio maana hata nikiposti amzioni. Hata wakiposti hawa ani wenyewe hawazioni. Lakini zikifika eh, uh, meseji nyingi za hizo za matusi YouTube au Instagram inanipostia. Ina... Kwa hiyo wananikusanyia nini? Wanakusanyia zile meseji zote za matusi zilizotukanwa zikiwepo nyingi. Alafu wananitumia, wananiuliza wazibani hizo akaunti za hizo za hawa watu. Wazipoteze. Umeona? Mama, huo ndio uzuri wa kuwa VIP kila sehemu. Sasa wewe kiroboto, wapi ni VIP? Umekaa tu umelizika na vijisendi vya kula. Unavolishwa yani, vya hongu vya kula pilau. Fanya kazi. Gombania nchi yako. Hiyo sio nchi yangu mimi peke yangu. Niyo ni nchi yako wewe pia. Labda kama siku nyingine utakuwa na watoto pia, watoto wako wataishi katika nchi hii. Kama unajiona wanaume wa kweli, andika ya maana tukuelewe. Hayo matusi sijui barabara, ambayo yote yanarudi kwa mama yako mwenyewe, kwa sababu wewe hujatokea puani. Hayana maana, tuonyeshe kwamba ni mwanaume. Andika pointi za maana, umeelewa? Andika pointi zinazoleta maana. Andika pointi ambazo mikiona nikizisoma niki, niki, niki nasema uwao kweli, hapa nimechemsha. Nonsense.